Nilikwambia kwamba mtu mwingine akisikia kutembea katika roho anaweza akaanza kufananisha na hali fulani ya kutembea katika mwendo fulani maalum, mwendo fulani wa kipekee sana, hali fulani sio, na kujitikisa, anaweza akapata picha ya namna hiyo. Lakini kutembea katika roho haitafsiri kitu cha namna hiyo, lakini ni hali fulani ambayo mtu anaichagua na kutembea katika hali hiyo. Na asubuhi ya leo tutaenda kuangalia dondoo zake ili baada ya hapo kwa neema ya Mungu sisi kama watu tuliokoka, tuweze kutembea katika Roho. Amen. Amen. Amen. Amen. Kitabu cha Wagalatia sura ile ya tano na ule mstari wa ishirini na tano. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Paulo alikuwa anazungumza na Wagalatia hapa, anawasisitiza pale juu. Alikuwa amewafundisha namna kutembea katika roho, lakini kabla hajawafundisha katika kutembea, namna kutembea katika roho, alikuwa amewakumbusha kwamba wasitembee kwa kuifuata miili, kwamba wasitembee mwilini bali waishi au waenende katika roho. Sasa ule mstari wa ishirini na tano anafigilia mstari kile ambacho amekisema sema, basi tukiishi katika roho au tukiishi kwa roho, na tuenende kwa roho. Ikiwa tumeokoka ndio tafsiri yake, ikiwa tume okoka tumemwamini Yesu ndio kuishi kwa roho, basi tuenende katika roho. Sasa kutembea katika roho ndio somo letu asubuhi. Ah, niliwaambia kwamba kutembea katika roho ni ile hali ya mtu kuongozwa na roho mtakatifu kutokea katika roho yake iliyohuishwa. Mtu unapokuwa umemwamini Yesu manake roho yako iliyokuwa katika hali ya kufa inahuishwa, inapata uhai tena, inarudi katika uhusiano na Mungu, manake ndiyo kuhuishwa. Sasa kwa muda wote utakaoishi kama mtu uliyeokoka utakuwa unatembea au unaenenda katika roho. Sasa Roho Mtakatifu itakuwa ni rahisi kukuongoza kutokea katika roho yako ambayo tayari imerejeshwa katika uhusiano na Mungu. Utaona Paulo anawafundisha habari za kutembea katika roho katika namna rahisi, na hii ndio ambayo nataka leo niweke wazi kwa kila mtu, ili kila mmoja wetu kuanzia leo ahakikishe na afanye bidii ya kutembea katika roho. Ndugu zangu, unapofanikiwa kutembea katika roho, ndio kwamba utaweza kuisikia sauti ya Mungu. Haleluya, na sauti ya Mungu, Mungu anaposema na wewe, hata kudangani, Mungu akizungumza na wewe ndio anazungumza na wewe ukweli. Kama unaelekea mahali ambapo umepotea, mwanangu, umepotea atakwambia, mwanangu, umepotea atakwambia uko unakoenda umepotea. Kama ni kitu unafanya, atakwambia hicho unachofanya hakitafanikiwa. He will speak. Na anazungumza kila siku ni vile tu kwamba hatutembei katika Roho. Ndio maana vitu vingi anavyosema hatuvielewi. Bwana Yesu atusaidie sana, na ndio maana wakati mwingine tunafanya mambo peli. tunafanya vitu vina kwa sababu tumevifanya bila kufuata maelekezo, na wakati mwingine Mungu ametwambia mwanangu, usifanye jambo hilo, lakini kwa sababu hatutembei, hatuishi katika Roho, tunashindwa kuelewa. Lakini ukitembea katika Roho ndio kwamba utaweza kusikia sauti ya iko hivi, unapoishi katika roho ni kana kwamba wewe umeamua kuingia katika ulimwengu wa Mungu, wazungu wanaita realm of God. Umeingia katika ulimwengu wa Mungu katika hali au katika mazingira ambayo muda wote ni sauti ya Mungu inasikika hapo. Unapokuwa unatembea katika roho unakuwa umeji au umejiingiza kuishi katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo chochote Mungu anachosema na wewe lazima ukisikie. Kila kitu ambacho Mungu anasema na wewe lazima ukisikie, kwa sababu you are in the realm of God. Upo katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, kutembea katika roho ni jambo la muhimu sana katika kumpelekea mtu kuisikia sauti Amo. Sasa Paulo anafundishaje swala hili la kutembea katika roho ndio sasa nataka tukae hapo tuangalie kitabu cha Wagalatia ile ile sura ya tano mstari wa ishirini na mbili na ishirini na tatu tuangalie namna ambavyo Paulo analifundisha swala hili la kutembea katika roho Wagalatia sura yake ya tano mstari wa ishirini na mbili hadi ule mstari wa ishirini na tatu Biblia inasema lakini tunda la Roho ni upendo, raha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Hivi ndivyo ambavyo Paulo anafundisha habari za kutembea katika roho. Amefundisha katika namna rahisi sana kama ukielewa Namna ambayo kila mtu akiamua kuichukua hiyo lazima huyu mtu ataisikia sauti ya Mungu. Huyu mtu atatembea katika roho. Namna ambavyo Paulo anafundisha. Anasema basi tunda la roho ni upendo. Anataja mambo kadhaa pale. Sasa, unapofuatilia namna ambavyo Paulo anafundisha inaonekana kwamba ili mtu aweze kutembea katika roho kitu cha kwanza anachokihitaji, na utakapokuwa na kitu hicho tayari wewe utakuwa umeanza kutembea katika roho, anahitaji kuwa na upendo. Hebu sema upendo. Say again, upendo. Sema tena, upendo. The moment utaanza kuishi katika upendo, wakati utakapoanza kuishi katika upendo ni wakati ambao utakuwa umeanza kutembea katika Roho na, na nataka nikwambie, utaanza kumsikia Mungu, utaanza kumwona Mungu katika maisha yako kwa viwango tofauti, na kuonyesha kwa nini Paulo anazungumza habari hizi. Anasema basi tunda la Roho ni upendo. Sasa ukifuatilia utaona yale mambo mengine yanayofuata pale. Naomba wote tuweke macho pale kwenye ule mstari wa 22, pale tuangalie, na ule mstari wa 23, wote kwenye Biblia zetu. Tuangalie pale anasema, lakini tunda la Roho ni upendo. Alafu baada ya pale anataja vitu vingine, anataja jambo la pili, anataja furaha, anasema tena amani, anasema uvumilivu, anasema utuwema anasema fadhili, anasema uaminifu, anasema upole, alafu anasema kiasi. Maana yake ni nini? Maana yake katika mambo haya yote tuliyoyataja hapa, ambayo umeyaona hapo kwenye maandiko, kuna moja linalobeba mengine amen? amen. Kuna moja linalobeba mengine Ndio maana alivyosema tunda la Roho, hakusema matunda ya Roho. Lakini kisoma pale, unaona unataja vitu vingi. Kwa nini akusema basi matunda ya roho ni upendo, vumilivu na kadhalika? Akasema tunda la Roho ni upendo. Aafu maanake upendo unabeba yale mambo mengine upendo unayabeba yale mambo mengi, so at the moment utaanza kuishi katika upendo, utaanza kuwa na upendo, sio ule upendo wa kibinadamu. Ule upendo wa kimungu utakapoanza kuonekana ndani yako, maanake na yale mambo mengine yote yataanza kuonekana pia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kwamba ukiwa na upendo juu ya watu ukiwapenda watu, kitakachotokea ni kwamba utakuwa na furaha nao watu hivi. Unaweza usio na furaha na mtu nayempenda, mtu ambaye kabisa unampenda, unampenda kabisa, halafu hauna furaha naye, ukimwona ndio unanuna na, na kukasirika Ukimpenda mtu au ukiwapenda watu, kitu cha kwanza kitakachotokea, utakuta una furaha nao watu. Ukimpenda mtu au ukiwapenda watu, utakuta una amani nao watu. Manake, if you have peace with someone, unapokuwa na amani na mtu manake pia Mungu anaweza kusema na wewe kwa habari ya huyo mtu, anaweza kusema na wewe kupitia huyo mtu. sina amani naye. Amen. Na Mungu mara nyingi anazungumza na sisi kupitia mazingira yetu, anazungumza na sisi kupitia mazingira yetu. Sasa ukiwa na upendo, ndio kwamba utapenda hata mazingira yako, utayapenda. So Mungu atakuwa tayari kuyatumia mazingira yako kuzungumza na wewe and you will understand. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, utaelewa. Kwa hiyo unapokuwa na upendo, ndio hivyo kwamba tapenda watu utakuwa na amani nao na utakuwa na uwezo wa kuvumilia. Mtu nampenda, unaweza kuvumilia kuvumilia, lakini mtu ambaye humpendi akikwambia kitu tofauti na matarajio yako ndio. Ndio maana mume na mke wanaopendana wanavumiliana wanavumiliana. Mume na mke wasiopendana wanagombana hata katika utoshelevu wanagombana, hawapendani. Katikati yao hakuna Mungu. There is enemy, yuko shetani pale katikati yao. Oh, shetani ndiye ataonekana kwa sababu Mungu hayupo katikati yao. Haleluya. Ukimpenda mtu unaweza kumvumilia, ukimpenda mtu utakuwa mwema kwake. Ndio yale mambo yanafuata baada ya kusema tunda la Roho ni upendo, alafu hayo ndio yanafuata. Hayo mambo yanadhilika wakati ule ambao mtu atakuwa na upendo. Bwana Yesu atusaidie sana, watu wa Mungu. Ukimpenda, ukiwapenda watu utakuwa na uwezo wa kuwafadhili Fakipenda mtu utamfadhili. Ukimpenda mtu, ukiwapenda watu utakuwa mwaminifu kwao. Utakuwa, utaonyesha uaminifu, na wakati unatembea katika namna hii, ndio kwamba sasa wewe unatembea katika roho, maana hayo ni mambo ya roho. Haleluya, hayo ni mambo ya roho. Hivi ndivyo Paulo anafundisha namna ya kutembea katika roho. So, hauhitaji kuwa mtu fulani wa kipekee sana. It's just to have love, ni kuwa tu na upendo, halafu matokeo yake unatembea katika roho, unakuwa mtu wa roho. Bwana Yesu atusaidie sana watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ukifanikiwa okay, kuwa na upendo, ndugu yangu, utakuwa umeanza safari ya kutembea katika roho, na kuna kitu Roho Mtakatifu alini aliiiza sana wakati ninajiandaa na hili, nataka niliseme hapa hapa, Roho Mtakatifu alinisitiza sana niwasitize watu wa Mungu kwamba kila mmoja ahakikishe anaonyesha upendo kwa wengine. Roho Mtakatifu alinisitiza jambo hili, and I Lord, niliandika kwa kalamu nyekundu, kwa wino mwekundu jambo hili, wakati nasitizwa jambo hili kila mmoja wetu hakikisha anaonyesha upendo watu wengine, hakikisha unaonyesha upendo watu wengine, hakikisha unakuwa na upendo, hakikisha unaishi upendo, hakikisha unakuwa na upendo ndani yako. Roho Mtakatifu amenisitiza sana mm, na mimi nasitiza watu wa Mungu. Na wasitiza ninyi watu wa Mungu, watu wa Mungu, ninyi wateule wa Mungu, hakikisha unakuwa mtu mwenye upendo na uwaonyeshe watu wengine upendo, muonyeshe upendo hata mtu ambaye hakuonyeshi upendo wewe, muonyeshe upendo. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mtu wa Mungu Uta, utathibitisha kwamba wewe ni mtu wa Mungu na Mungu yuko ndani yako. Haleluya. Arudia. Fanya vitu vitu vya kivitendo kuonyesha kwamba wewe una upendo ndani yako, wewe mtakatifu. Amen. I am trying to improve myself. Nawe nitahidi, najaribu kujiboresha katika hilo. Nawe nitahidi. Unapozungumza na watu, zungumza na watu kwa upendo. It is amazing kwamba sisi watu, sijui ni kwa nini, nafikiri ni hila za shetani. Mara nyingi iko hivi, unakuta wale watu wako wa karibu hauzungumzi nao kwa upendo, lakini tunajaribu kuzungumza na watu wa, so, sio karibu yetu kwa upendo. Kuna mtu amewee kugundua kitu cha namna hii? Unashangaa, ndugu yako ukizungumza naye ni kwa ukali katika namna fulani, kama hautaji kabisa kuzungumza naye lakini ukitoka tu nje ukikutana na jirani, you try to show that you are, unaanza kuonyesha kwamba wewe ni mtu mzuri, mtu mwema ni mambo yanashangaza. Mtu anaweza akatoka nje, ametoka kufoka kabisa, amefokena na mtu lakini akitoka nje, that is not of God. Hiyo sio tabia ya Mungu na Mungu yeye anasemaje? Najua anasema asiwapenda wa nyumbani kwake ni sawa na mtu asiye So if you are living that kind of life that means you are pretending. Ukiishi aina hiyo ya maisha nimenena kwa roho, ukinena aina hiyo ya maisha manaake wewe unaishi maisha una sasa hiyo. Ukiishi hivyo Mungu hatasema na wewe, hautaisikia sauti ya Mungu kabisa ever, ever. Hautaisikia sauti ya Mungu. So there is no hakuna nafasi yake ndani yako, so as we are going to improve, tunavyoenda kujiboresha na namna tunavyoishi ni muhimu sana kuanza kuongea kwa upendo na wale watu wetu wa karibu, hata watoto wadogo hawa, just tuongee nao kwa upendo. Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Hata kama kuna kitu kiko sawa sawa pale haa unapofika kwenye wakati wa kuzungumza na watu, zungumza nao kwa upendo. Mungu ataonekana wakati utakapokuwa unazungumza kwa upendo, na Mungu atazungumza na wewe, Mungu ataendelea kusaidia, na hata kama kuna kitu kilikuwa kiko sawa kitakaza sawa, kwa sababu umempa nafasi Mungu ndani yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana ukiangalia. Okay, kitabu kile cha Wakorinti wa kwanza, Wakorinti wa kwanza sura ya kumi na tatu. ukisoma mstari wa, kwa, uh, wa nne hadi ule mstari wa nane kuna kitu cha ajabu pale Paulo anakizungumza wakati anazungumza na, na Wakorinto sasa. Na ukisoma pale kwa jicho zuri la kiutafiti utagundua kitu cha kipekee sana. Wakorinto wa kwanza sura ile ya kumi na tatu, ukisoma kuanzia ule mstari wa nne, Biblia inasema upendo huvumilia ufadhili, upendo hauhusudu, hau, upendo hautakabari, hau, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, usaimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabat, utabatilika; zikiwapo lugha zitakoma; yakiwapo maarifa yatabatilika. wakati amalizia hapa, alimalizia katika namna ambayo mtu anaweza asielewe kiurahisi. Anaonyesha kwamba upendo una, una sifa hizi ambazo amezodesha pale, halafu anasema kwamba mambo mengine yatakoma, lakini upendo hautakoma. Hapo kuna siri, kwani vitu vingine vyote vita, vitaisha, vitapita, vitu vingine vyote lakini upendo hautapita. Kuna siri na siri hiyo ni kwamba upendo ni Mungu mwenyewe. Haleluya, Bwana Yesu, asante sana. Amen. Na Mungu hana ukomo, vitu vingine vitaisha, lakini upendo uko pale. Sasa Paulo anapozungumza, anapo na Wakorinto habari hizi, utaona hapa anaonyesha kwamba kwamba upendo umebeba uvumilivu. Maana nasema upendo huvumilia, haleluya! Maanake upendo umebeba uvumilivu. nani kama uki, uki, uki furushi, umebeba furushi la upendo, umebeba furushi la upendo, this is love, umelibeba tayari, umebeba uvumilivu. hicho kitu ambacho Paulo anakizungumza kwamba ukichukua, kama, kama upendo ungekuwa ni kitu kama hiki, ukikibeba namna hii tayari umebeba uvumilivu, umebeba amani, umebeba furaha, umebeba upole, umebeba utu wema, lakini pia imani umebeba na kiasi ndani. Bwana Yesu asifiwe sana yeah, so unapofanikiwa kuwa mtu mwenye upendo, ndio kwamba tayari unakuwa na hizi sifa, na hizi sifa ni sifa za Mungu mwenyewe.